Benki kuu ya Tanzania imekanusha uwepo wa taarifa na madai kuhusiana kwamba serikali ipo katika mchakato wa kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. BOT imekanusha taarifa hiyo na kusema kwamba hawauzi dhahabu kufadhili miradi ya serikali. Kufuatia majibu hayo, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema Godbless Lema amesema kwamba kauli ya BOT inachochea maswali zaidi kuliko majibu. Dhahabu imezidi kiwango si tatizo kwani dunia nzima inaongeza hifadhi yake kama ngao dhidi ya hatari za dola, siasa za kimataifa na mishtuko ya kifedha. Dhahabu is asset, ni akiba ya taifa yenye uthabiti. Kuuza kwa sababu ya thamani imepanda ni sana, kuuza insurance kabla hatari haijatokea. Central bank si makini, huongeza dhahabu inapopanda bei, si kuuza. Fedha zinazotokana na mauzo ya dhahabu kwenda kwenye masoko ya fedha ya kimataifa ni hatari. Masoko haya yana currency risk, interest rate risk na counterparty risk. Central banks hazifukuzi yadi, bali zinalinda udhibiti wa taifa. Tatizo si mauzo yenyewe, bali mindset, kuangalia dhahabu kama trading asset badala ya ngao ya taifa. Uchumi wa kweli ni kwa watu wanaoelewa mishtuko ya dunia, na dhahabu ni kinga, si mzigo.